Habari zenu, hamjambo, nawapenda sana. Mimi nawapenda zaidi kuliko kulipo wewe, narudia tena, i love you. Unaweza niambia kwa nini nakupenda mimi? nakupenda kule ya kuwa wewe ndo unanifanya na sukumwa na Mungu ilifunge kwa ajili yako. Alafu yale mambo mazuri yote, hata kama yanatendeka kwangu, lakini yanatendeka kwa sababu yako. Sina chochote, ila yote yanatendeka kwa sababu yako wewe. Yenda unanisikiliza ama unisikilize, uende kama Mungu ananiinua ili unisikilize. Amen. Ama nalijaribu kwa ajili ya kwamba uone Mungu akinipigania na wewe, useme usemekama baba alitokoa pale, na mimi nitatokoa. So, ninafurahi sana kukupata kwa mtoto wangu na ninajivunia wewe. Na ukijua tukitembea, kuna mtu anajivunia, maana alipata, maana kama wengine wanakuambia huna akili, ninajua uko na akili ah! Wakikwambia wewe ni mbaya, na nakuona mzuri. Akikwambia una sura mbaya, mimi na kuona mzuri sana, haleluya, Amen. Wakikukataa mimi nakukubali, kwa sababu nimefanyika baba wa kiroho ya kwamba ni nisiwe na ubaguzi wa kila aina. Amen. Jambo moja tu nataka upigie mkazo, angalia masaa ya akija kanisani sema masaa yakuja kanisani masaya sema mimi masaa yakuja kanisani kani, ukiangalia hiyo masaa ni kama unaangalia ratiba zako na Mungu. ni baada ya kufanyika mapema Mungu anaweza kujizuia kidogo, kwajavyo tunakungojea wewe, ukichelewa tunaendelea, lakini e kuna mahali ulipopokea Haleluya! Toka Mungu anapenda kweli. kama unafanya hivyo Mungu apendi? na kama unajiita mtoto wa kwa Mungu wa mutoroka, Mungu hawezi kutoroka, utabaki na Mungu. ikiwa huwezi kutoroka hospitalini, mbona Mungu tutoroke? daktari anapokupatia time hautoki, hivyo bosi anapokupatia time Haipendezi, iangalie katika kipaji chako kwa sura ya mawazo yao. Lingine ni li kwamba unaona unataka nikuonyeshe mtu ambaye hawezi kukuacha milele. Unataka nikuonyeshe mtu ambaye anakupenda sana. Unataka kuonyesha, nenda kwa kioo, jiangalie. Ule mtu ukimwangalia pale ukimwona kati ya wa watu wote watakutoroka, lakini yule mtu unamuona pale hawezi kukutoroka. <coughs> Ukimchukia yule mtu unayemchukia hapo unayomuona, kwa hiyo umejichukia mwenyewe. <coughs> Na ukimwona mrembo huyo na kumtunza, utajiona mrembo na utajitunza. Ukimheshimu utajiheshimu. <coughs> Aleluya. Kama kuna mtu hafai kumdharau ni yule uliyemuona ukiwa umesimama pale. Kwa hiyo usimdharau maana, ukimdharau umejidharau. Haleluya, unaona huyo mtu. Watu wetu wanaweza kukukana, lakini huyu mtu hawezi kukukana. wanaweza kukupigia lakini mtu unamwona kwa kioo chako, hawezi kukikimbia right. Sijawahi ona mtu akuiilia, haleluya. Yeah. Kajiangalie alafu, yaani kamwangalie, sijakwambia ni wewe. Kamwangalie yule mtu ambaye yuko kwa kioo. Ukimwona vile yuko ee mupende vile yupo yeah. Unaona huyo, mupende vile yupo. Huyo mtu ni mzuri sana, by the way, nimekutuma kwa mtu wendo, kamwangalie yeah. sijasema ni wewe, kamwangalie huyo mtu, alafu mupende sana, maana yeye pekee ndo hawezi kukuacha yeah. yeah. Amen. Alafu msimwambie Mpende Mungu sana kwa sababu Mungu anakupenda hata wakati unakufanya hivi hivi, unaona nakufanya muna na mnaambiana <coughs> yeah, anakwambia nanaa, kwa sababu ye peke yake ndo anaweza kukwambia ukweli na ni ye peke yake ndo anaweza kukwambia uongo. Na ye peke yake ambaye anaweza kufanya uh, uh, nini, kukupenda zaidi ya mtu mwingi, menyelewa umepata so, kitu Halafu ukikuja kanisani, kama unaogopa zile ibada za Sunday school kwa sababu ya kwamba uh, umebeba sadaka yako ya main service, amen, usile akija kwambia huko. Wewe kuna watu wengine wanaogopa ile Sunday school kwamba kuna Sunday school wanatoa, kuna teenager wanatoa, kuna vijana wanatoa. Hakuna ibada itaisha bila Mungu akubariki. Mungu amekutumia, amekutumia yeah. Kwa kweli Mungu amekutumia, kama kuna vizuri siku nahubiri vizuri. Amen. Sina sema, mimi nimesema, kama kuna kuna hao ndo wamesema vile. Sasa mimi nisongee huko kwingine, kwa nahubiri mbaya, ni hao ndo wamesema. Amen. So Ame. Ame. Ame. Ame. Ame. Ukifika kama ni kipindi cha teenagers na pingine umejipangia sadaka yako ni ya main service. Usitoe. Ukifika ni wakati wa vijana kama umejipangia sadaka yako ni ya main service. Usitoe. Lakini nikibarikiwa kwa kwa Sunday school d'accord na kama inaweza kujipangia hii ni ya Sunday school, kama hii ni ya teenagers, hii ni ya vijana, hii ni ya main service. huwezi okay. Uwezi kula kupangia mtu unajipangia mwenyewe na Mungu wako. Hey, kama sadaka yangu ni moja, hata nikitoa basi kwa vijana, si lazima mimi mimi za pesa nitoe. Maana ukiiba ni wewe. Unaona? Nenda umwambie hivyo huyo mtu kwa kioo. Sawa. Mwambie tena ukiiba ni wewe. Na usipoiba ni wewe. By the way, nenda umwambie hata kosa, hata kama ni kioo kidogo cha kushikilia kama uone. Wewe uzuri yako unaambiwa kioo. Hata ukifunga jicho moja utamwona pia amefunga jicho moja. Yaani vile utafanya ni bwana anafanya. Ewe. Ukigeuza mgongo, ukisema sitaki kukuangalia pia yeye ndiye hamwangalie. Ukigeuka pale pale hivyo hivyo, yani hivyo hivyo kabisa. Ukimwambia usiniangalie wewe, ukiangalia ndio ndio ndio unasema, sikuangalia wewe. Amen. Sio, huyo mtu ni pacha wangu. Hallelujah. Unasema hauna matwizi, kamwangalie, unapata matwiz nguo so huyo mtu anakupenda sana, hawezi kukuacha. Yani atapigiza kila sehemu ya vitu. Ukilia analia, ukijaribu kumfanyia kupiga na yeye anasema kupiga tena akimaliza tu mdomo kutengecheka na yeye anamaliza. Ni sijui Mungu, kila moja ni mzuri sana na mimi huwa naelewana na yeye sana, naona mimi huwa naelewana na yeye by the way. Kama kuna kuwa naongea na yeye sana ni yeye. E, mara kuna wengine nikimwongelesha hata nielewa, lakini yeye nikimwongelesha hata nielewa. Nikisema leo ninatoka saa fulani na nasema hiyo hiyo time na mimi natoka hiyo Na hakuna siku nishawahi toka nikamwacha nyuma nikitoka niko naye. Sasa wewe unasema una, watu una una wao na okay? mko <gambien> naye <gambien> na well yeah. So ndio hata kuna mtoto mmoja ashaje kukimbia kivuli changa akienda hivi bila inapopata sasa. Huyo huwezi kutoroka. Amen. Nadhani hapo nilikuwa naongelea kuhusiana na zile services, kama unaokoka kutakuja mapema na mapema tutamaliza mapema. Sasa sasa ya baada ya kutoa mtumishi ni kwa sababu ya so karibu sana. Give him a